Shehe anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitanguliza amani kabla ya kupata riziki na kabla ya afya ya kiwiliwili chako. Katanguliza amani kwanza, kwa sababu kama hakuna amani, hata kama biriani na chipsi kuku na supu na chapati viko mbele yako, amani hakuna uli Eh, kikiwa kauli eh, vyakula viko mbele yako, unavitamani, lakini unasikia du ah, uoni chapati wala supu, unatafuta amani kwanza ya mwili wako. Kwa hiyo amani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man asbaha amina fi sirbihi, mtu atakayeamka katika area yake kuna amani hakuna tatizo, muafa fi jasadihi, kiwiliwili chake kina afya vizuri, yamliku kuta yaumihi, anamiliki chakula cha siku moja tu. Mtume anasema huyu kakusanyiwa mazuri yote ya dunia. Yeye anayo mambo matatu, kwanza uwe na amani kwenye eria unaoishi. Sasa hii inatuonyesha wazi kwamba Waislamu wana mwongozo na wao wanatakiwa wawe mstari wa kwanza katika kuhimiza na kuilinda amani, kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, la yahillu li muslimi an yurawia akhahu, hairuhusiwi ni haramu kwa mwislamu kumtisha mwenzake hata kwa neno, yani umemtupia neno yule bwana, umemtia wasiwasi. Halali ni haramu, hairuhusiwi kuambia wewe utantambua, mtu akatoka pale ana hofu, hairuhusiwi. Eh, hey, hairuhusiwi kabisa kabisa kabisa kumtia hofu mwislamu au kumtia hofu mtu mwengine hairuhusiwi kisheria. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi nyingine shekhe ametutolea, anasema ikiwa mtu anapita kwenye njia hiyo, ni sokoni au anakwenda msikitini au anakwenda sehemu ambayo watu wamejumuika, na yeye ana silaha, silaha za zamani ilikuwa ni upinde, mshale, mkuki, anasema basi ile silaha yake ile ile sehemu yenye makali ile aizuie na mkono wake, asije akawa labda anataka kuchukua bidhaa yale makali yakamkita yaka mtu mwingine. Namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyohimiza watu wawe na amani na wewe, watu wasiwe na hofu na wewe. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, lakini shekhe akasema hii amani ili ibaki, ina nguzo. Nguzo za amani, kwanza, watu wampwekeshe Allah tabaraka wa taala. Hii ni nguzo kubwa ya amani, watu wakae mbali na shiriki, wamtii mola wao, hapa amani itatulia. Kwa sababu amani hailetwi na mtu. Amani ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala anawajalia waja wake. Na shekhe anasema, wewe ukitaka kujua umuhimu wa amani waulize wale ambao wamekaa nchi ambazo hazina amani. Eh, waulize. Alikuja shekhe wetu mmoja kutoka Burundi hapa, alitueleza siku moja kulikuwa na muhadhara hapa Akasema sisi tumeishi wakati ambapo amani hakuna, tunajua madhara yake eh, madhara yake tunajua. Lakini sheikh anasema katika vitu ambavyo vitabakisha amani ni watu kwanza kumjua mola wao na kumpwekesha mola wao, lakini pili ni kushukuru hiyo neema yenyewe ya amani, watu washukuru neema ya amani kuwepo Watu wanatakiwa washukuru, kwa sababu wewe kama ukushukuru neema ya amani, kama amani haipo, wewe huwezi kufungua duka lako. Unafunguaje duka na amani hakuna? Watu watakuja kukomba vitu vyenyewe vyote. Lakini vile unavyoona unafungua duka, wateja wakaja, ukawauzia, wakakulipa pesa zako, ukatoka na pesa zako na wewe ukazipeleka benki, ukaenda na wewe ukaagiza bidhaa zingine unatakiwa ushukuru. Mpaka shekhe ametutolea kisa cha serikali ya Saba kule Yemen. Anasema Mwenyezi Mungu alipa hii serikali amani, watu wakawa wanatembea usiku na mchana kwa amani, yaani wanasafiri usiku na mchana kama tulivyo leo sisi hapa leo, mabasi yanasafiri usiku na mchana, watu hawana hofu anayetaka kusafiri usiku anasafiri, anayetaka kusafiri asubuhi anasafiri, anayetaka kusafiri mchana anasafiri, anayetaka kusafiri jioni anasafiri. Anasema hii ilikuwa neema ya serikali ya Saba, wanasafiri usiku na mchana wakiwa na amani, hawaofu kitu chochote. Lakini walipoikufuru neema ya amani, famazzaknahum kula mumazzak Mwenyezi Mungu akawatawanyisha akawavuruga, akawa... neema ile ikaondoka, mambo mazuri hayapo tena. Na shehe anasema neema ya amani ikiondoka, kuirudisha gharama yake ni kubwa sana, ni kubwa mno. Kwa hiyo sisi kama Waislamu na vijana wa Kiislamu hawataki wao wawe wa kwanza wawe mbele kuvuruga amani ya nchi yao, kuvuruga amani ya mtaa wao, kuvuruga amani ya majengo yao. Kabla ya chama chako cha siasa, kabla ya timu yako ya mpira, kabla ya timu yako yoyote, kwanza tanguliza ma maneno na mafunzo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hili ndio jambo la kwanza la kutanguliza, kabla hujasiko na jaziba ya jambo lolote lile, kwanza angalia Mwenyezi Mungu na mtume wamesema nini katika hilo jambo, kisha ujilazimishe kufuata ma, maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, hayo ndio ya kufuata, kwa sababu hii dunia leo upo kesho haupo. Waangalieni tu Walioasisi nchi hii wako wapi? Wazee wetu wa Kiislamu ambao walipigania uhuru na kudai uhuru wa nchi hii wakamshirikisha na Nyerere na wenzake wote, leo wako wapi? Hawapo, wamekufa. Na sisi leo tupo tu, kesho kesho tutakufa. Ukifa unarudi kwa nani? Unarudi kwa Mola wako, urudi kwenye chama chako wala urudi kwenye, uh, timu yako? Unarudi kwa Mwenyezi Mungu, kule atakuuliza. Kwa hiyo kwa ufupi, hii ilikuwa ni hotuba ya shekhe ikituhimiza sana masala ya amani. Kwa hiyo na sisi sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi na kuna watu hawajaishi hawajai kuishi nchi isiyokuwa na, na amani. Wanajaribu kuchokoa, kuchokoa chokoa, lakini sisi tunaimani serikali iko imara, inawatambua vizuri watu ambao wanataka kudhofisha amani ya nchi hii na tunaamini ina mkono mrefu itahakikisha kwamba hivi vitu vyote vinadhibitiwa na tutapita kipindi cha uchaguzi kwa salama na amani, kwa sababu uchaguzi ni siku moja. Baada ya uchaguzi kuna maisha ambayo yanatakiwa yaendelee kayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atudumishie amani na atupishe, atuvushe kwenye uchaguzi tukiwa salama na amani Oyeli. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ufupi hotuba ya shekhe wetu Allah muhifadhi. Kishki TV, Nuru ya dini yako.